Wakati nahodha wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo anafunga hattrick kwenye mchezo wa kundi B Juni 15 mwaka 2018 kwenye michuano ya Kombe la Dunia, kwenye mchezo ambao Ureno ilicheza dhidi ya Uhispania kwenye uwanja wa 50, Cristiano Ronaldo alifunga hattrick na wakati huo alikuwa na umri wa miaka thelathini na mitatu. Nyota wa timu ya taifa ya Uhispania ambaye anafanya vizuri sana kwa sasa Lamine Yamal wakati huo alikuwa na umri wa miaka kumi tu, lakini alimshuhudia Ronaldo akileta maajabu mbele ya timu yake ya taifa ya Uhispania. Kitu kikubwa cha tofauti unaweza kukishuhudia ni Juni 8 mwaka 2025 kwenye michuano ya UEFA Nations League ambapo Uhispania imefuzu hatua ya fainali na wanakwenda kukutana na Ureno. Mchezo huu utachezwa kwenye uwanja wa Allianz Arena pale nchini Ujerumani, lakini kitu ambacho watu wengi wanaweza kuvutiwa nacho ni historia hiyo kubwa kabisa, ambapo Lamine Yamal wakati ule akiwa na umri wa miaka kumi, sasa hivi ana umri wa miaka 17, anakwenda kukutana na Cristiano Ronaldo. Na Cristiano Ronaldo kwa sasa ana umri wa miaka 40. Na hii ni kwa mara ya kwanza Lamine Yamal anakwenda kucheza mechi moja na Cristiano Ronaldo akiwa timu pinzani. Ni kipi kitakwenda kutokea? Ikumbukwe, Cristiano Ronaldo kwa mdomo wake mwenyewe amewahi kutamka kwamba Lamine Yamal ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kushinda Ballon d'Or mapema zaidi. Mimi ni Imam Shughuli Mali, kiungo mshambuliaji jezi nambari 17 mgongoni. Nyuma ya kamera ni Frank Lushinge.